Angalia maajabu ya Mungu e, e, e, e. Angalia maajabu ya Mwenyezi Mungu. Angalia yuko vizuri. Angalia mavi yao. Hebu teremkeni, hebu tumelewana twenda chini nao bwana, hebu teremka mba niongee naye yule mtoto Bwana ebu, terim... ah, ebu ebu teremkeni bwana, fanyeni ustaarabu. ni gari gari tena wetila lile. u mpumbavu kweli kweli, kuna kosa gani? gari yako <laughs> ebu serera iko no, no, ebu teremkeni bwana ah. Teremkeni basi teremkeni ah. Mwansaidia kutia mafuta nyingi, teremka huko. Hello mrembo, niambie Jua kali ili ili jua ulioni, mama, sasa mtafanyaje eh? Warembo kama nyinyi hamjaumbwa kuteseka, wakati watu sisi tupo na magari yetu eh, tuna zurura tu mitaani eh, hatuna kazi ya kufanya jamani eh? si uje nkupe lift mamangu, ntashkuru ntashkuru, njoo kalia mchuma basi kupeleke paka hapo unapotaka. Hii gari nimenunua haina kazi yoyote, nikiona watu anateseka kama hivi, nafsi naniuma mimi Nafsi na nyuma unapotaka. Upande dada yangu kupeleka unapotaka. Waitwa nani? Tu mashallah Salma Salma kweli. Panda hebu njoo Salma mwingine tutaongelea gari. Nifanya Bekaruga ni haki kweli. Wajisifu sana. Mbagela? Afanye mimi wakati nina pikipiki yangu ile jamaa, nilipata gari yake yule Tafute pesa, bro. Kuna leo na kesho lakini Mbagala, ani dhuru hiyo <coughs> <tak> yeah, lakini tulalia jamaa anakuwa kwa mshamba sana, ana unachao nao sababu ya gari. Mimi nilikuwa naomba Mwenyezi Mungu e, itoboke tu na mimi niko na etu itatoboka aishi, itatoboka <coughs> Shenzi sana, ani vibaya. Mimi namwambia Mungu itoboke mwanangu, wewe umekuma sana fadhali mimi bro, iniuma bro. Beka Ruga sisi wanaotufanya hivi vile namona, namona. Jamaa na madharau. Waji sawa, waji sawa una habari zenu vijana ha? Samani ilikuwa naulizia pengine pana hoteli hapa karibu ambao mtu anaweza kula, kalala na mke wake. Beka, acha madharau bana. Hey, Beka, Beka. Beka. Jamaa na tutaonaje bro? Yaani matushikisha alafu tufanye madharau bro. Ninakwambia yule. Yule jamaa tu boy, wallahi. Yaani, anasahau pia kama sii ndo utabeba tusi lake yule jamaa, anabeba msichana, hata mimi ni msichana. Mimi naomba Mwenyezi Mungu anipe gari kubwa kama ile, lakini sitabeba wanawake. Wanawake mazi bro, mashaitani sana. Hebu angalia venye ambao wanafanya watufanyie yule jamaa. Na mimi nakwambia hivi bro, vile alivyotufanyia, namwombea Mungu wallahi, ile gari aitoboi itabasti <laughs>